Hii ni Tan Business Channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hivi unafahamu jinsi ya kupata faida kubwa kupitia gawio la soko la hisa? Moja kati ya maamuzi ya kufanya kuhusu uwekezaji katika vitega uchumi ni kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unapowekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, matarajio yako ni kupata faida. Kuna njia mbalimbali mbali za kupata faida kwa kununua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa kwenye kipindi hiki nitaeleza jinsi ya kupata faida kubwa ukinunua hisa za makampuni yanayolipa magawio makubwa. Sasa kabla hatujaendelea, naona ni wape muktasari wa kipindi chetu. Sehemu ya kwanza tutaangalia faida inayotokana na gawio la hisa. Sehemu ya pili ni malipo ya gawio kwenye soko la hisa na sehemu ya tatu ni uamuzi wa kununua hisa ili upate faida. Sasa hebu tuangalie faida inayotokana na, na malipo ya gawio. Ukinunua hisa za kampuni ambazo zimesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, kuna njia mbili za kupata fedha. Njia ya kwanza ni ile ambayo inatokana na mabadiliko ya bei za hisa za kampuni ambazo zimesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Njia ya pili ni ile ambayo inatokana na malipo ya gawio yanayofanywa na kampuni ambazo zimesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa hebu tuangalie malipo ya gawio kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Moja ya kivutio kwa wanaonunua hisa kwenye soko la hisa ya Dar es Salaam ni ahadi ambayo inatolewa na makampuni yaliyosajiliwa kuwa yatakuwa yanalipa magawio kwa wamiliki wa hisa ambazo watakuwa wamenunua. Sasa kuna aina mbili ambayo hufanywa, kuna aina mbili za malipo ambayo hufanywa na makampuni ya Dar es Salaam Stock Exchange kama ifuatavyo. Kwanza ni malipo ya gawio mara kwa mara moja tu kwa mwaka. Utaratibu huu ni kuwa kampuni inalipa gawio mara moja tu kwa mwaka. Hii hufanyika baada ya kampuni kutengeneza hesabu zake, na kama kuna faida basi, wenye hisa hulipwa gawio ikiwa ni sehemu ya hiyo faida. Aina ya pili ni malipo ya gawio zaidi ya mara moja kwa mwaka. Yapo makampuni ambayo yako vizuri kuendeshaji na hata kifedha kiasi ya kuwa wanaweza kukadiria kiasi cha faida itakayopatikana mwisho wa mwaka. Kutokana na hali hiyo ya kujiamini kifedha, hizo kampuni zinaweza kulipa magawio kabla ya mwisho wa mwaka, na wanaweza wakalipa mara mbili, mara tatu na kadhalika. Sasa tuangalie uamuzi wa kununua hisa ili upate faida inayotokana na gawio. Iwapo unafanya uamuzi wa kununua hisa Dar es Salaam Stock Exchange ili upate faida ya gawio, kuna mambo muhimu ya kutafakari. Kwanza ni kununua hisa za kampuni ambazo zinalipa gawio mara moja kwa mwaka au kununua hisa za kampuni ambazo zinalipa magawio zaidi ya mara moja kwa mwaka. Sasa uamuzi uko kwako. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi na hasa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo leo nimeeleza faida inayotokana na kununua hisa za makampuni ambayo yamesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na yanalipa magawio vizuri. Na kuomba uendelee kuangalia kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi ambacho kinatangazwa mara tatu kwa wiki.